Tunaomba rehema Bwana kwa ajili ya malango ya mji wa Msasani, tunaomba rehema kwa ajili ya mioyo yetu, tunaomba rehema kwa ajili ya ndugu zetu. Tunanyekea mbele zako Bwana, mkono wako wenye nguvu pamoja nasi. Tuko hapa Bwana ili tuweze kupata maarifa mapya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaomba haya tukiamini katika jina la Yesu, amen amen. Mpigia Yesu makofi, unaweza kuketi. Mungu akubariki sana. Uh, kwa wengine nimekuwa sasa sio mgeni sana. Naitwa Elia Njowere, natokea King'ongo, mshariki wa King'ongo. Nikukaribishe sana kwenye neno la Mungu ambalo tumepewa kichwa cha ujumbe wiki hii na Roho Mtakatifu: Rejea ili uvikwe nguvu mpya kwa ajili ya msimu mpya ujao Rejea ili uvikwe nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao. Nimepata somo hili ambalo linasema rejea ili uvikwe nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao. Bwana Yesu asifiwe. Kulejea, kulejea, neno rejea, maanake ni mtu ambaye alisogea mbali kidogo tutaangalia vingi ambavyo vinatusogeza mbali kwa namna roho Bwana atakavyotusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Rejea ili uweze kuvikwa nguvu mpya, rejea ili uvikwe nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao. Na neno la Mungu ambalo tutakuwa tunatembea nalo, tutaangalia mstari ule kutoka kitabu cha Isaya sura ya arobaini tutasoma kuanzia ule mstari wa ishirini na nane hadi mstari wa thelathini na moja. Isaya sura ile ya arobaini mstari ule wa ishirini na nane tutasoma hadi ule wa thelathini na moja. Bwana Yesu asifiwe, nami ninaomba niisome kama ilivyoandikwa. Nasema, je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba wa mwisho wa dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, huwaongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana, hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka; bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Tunakushukuru, Roho Mtakatifu, kwa neno hili katika jina la Yesu amen. Bwana Yesu asifiwe! Neno kurejea ili uvike nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe! Tumeanza rejea ili uvike nguvu mpya kwa ajili ya mwaka ujao, au kwa ajili ya msimu ujao. Neno hili kuvikwa nguvu ni kama vazi ambalo Mungu analiweka kwa mtu. Lakini hapa Mungu anasema akili za Mungu hazichunguziki. Kipindi ambacho anaweza mwanadamu akawa haoni njia, ndio kipindi ambacho Mungu waga anaandaa jambo jipya kwa ajili ya huyo mtu. Neno, akili zake hazichunguziki Tunaweza tukakaa kuanzia asubuhi hadi jioni kufikiria namna Mungu alivyoandaa wa jambo, hata tukajikwaa tukaongea tunavyoweza kuongea, lakini neno la Mungu linasema lejea, ili uvikwe nguvu mpya. Wengi ambao nguvu zetu zimeishia kwenye vita vya kiroho, wengine kwenye mawazo changamoto mbalimbali, lakini em, majira haya kubali kulejea. Bwana Yesu asifiwe. Lejea tu kwenye ile neema ya msalaba, ambao kwenye hiyo nguvu ya msalaba itakuondolea mawazo. Nguvu ya msalaba italeta uponyaji wa moyo na uweze kuvikwa nguvu mpya kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema, nitamaliza mwaka kwa kishindo cha nguvu za Mungu. Maana nguvu zangu za na mawazo yangu ya yameishia mwisho. Lakini nguvu ya Mungu ndo inaanzia hapo ambapo mawazo ya mtu yanaishia. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia neno hili. Yeye huwapa nguvu wale wanaozimia. Yawezekana kama mimi nawe namna tunavyozimia, namna tunavyokata tamaa namna tulivyochokea. Kila eneo kuna watu ambao unakuta amechoka kabisa, hata kufuatilia jambo fulani. Amechoka kufuatilia biashara yake, amechoka kufuatilia kazi, amechoka kufuatilia vitu ambavyo angetegemea kufuatilia. Lakini Mungu anasema, rejea, ili tuweze kuvikwa nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu ngoja tuweze kusogea kwa pamoja, ili tuweze kwenda kwa pamoja. Neno la Mungu linasema, bali wao wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda kwa mbawa zao kama tai, watapiga mbio na wala hawatachoka. Kuna nguvu mpya ambayo Mungu anataka kuiachilia kwetu kwa ajili ya msimu mpya unaotegemea au mwaka mpya ujao. Yawezekana una kitu kipya ambacho unataka kufanya, kinahitaji kuvikwa nguvu mpya ili uweze kusogea. Yesu anawaambiaje wanafunzi wake? Tuangalie kitabu ile cha Luka Luka sura ile ya 24 mstari wa 49. Luka sura ile ya 24 tutasoma mstari ule wa 49. Kuvikwa nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao, kuvikwa nguvu mpya. Naongea na watu wenye imani ambao hawaishi kwa kutazama wala kwa kusikia, wanayasikia, bali wanaishi kwa neno litokalo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaishi kwa maneno ya wanadamu wala kwa ile tunayoona mazingira tunayoyaona, lakini tunaishi kwa neema ya Mungu aliye hai. Luka sura ile ya 49, kuanzia ule mstari wa 49. Tusome, inasema natazama, nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo tokao juu. Maanake ni vazi ambalo anavikwa jipya, kwa ajili ya nini? Ngoja nizungumzie hili. Nguvu ya Roho Mtakatifu cha kwanza huwa inashughulika na udhaifu wa mtu ndani ya mwili au ndani ya moyo yani. Roho Mtakatifu anapoingia kwa mtu, kwanza huwa inakarabati mtu huyu awe mpya, inamtengeneza awe mwingine, alafu baada ya hapo anamvika vazi jipya ili kuendea msimu mwingine kwa namna anavyotaka mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tu kuangalia hapa, inasema ili mvikwe nguvu mpya au uwezo mpya. Uwezo huu una maana gani? Unaweza kusema uwezo huu labda Mungu anautoa kwa ajili ya maombi au kwa ajili ya mtu yawe mhubiri au kwa ajili ya mtu huyo aombe wengine. Uwezo unaonenwa upo kwenye maeneo yote, kwa sababu ili uchumi wako uweze kwenda vizuri, unahitaji uwezo wa Mungu. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura hii ya nane inazungumzia kwa habari ya uwezo huu, namna unavyozalisha utajiri kwa Mkristo au kwa mwana wa Mungu, uwezo utokao juu, ambao uwezo huu unanenwa. Ili uweze kuvikwa nguvu mpya, unahitaji kurejea, sio majira ya kunungunika, sio majira ya kutazama au kulaumu sio majira ya kuangalia nini, nani nikafanya, nani anaenda vipi. Maliza mwaka mpya kwa marejeo mapya, ili upate nguvu mpya kwa ajili ya kile ulichokibeba mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sura ile ya nane kuanzia ile mstari wa kumi na nane inasema eh, inasema tutasoma kwa pamoja hapo, Kumbukumbu la Torati sura ya nane mstari wa kumi na nane. Hebu tusome kwa pamoja: bali utamkumbuka Bwana Mungu wako maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri ili alifanye imara agano lake alilowapia baba zako kama hivi leo. Maana yake, kumbe hii nguvu ya Roho Mtakatifu haitusaidii kuomba tu peke yake. Uwezo mpya tunaopewa hautusaidii tu kusoma neno peke yake au kufunga. Kumbe inatufaidia pia kwenye uchumi wetu. Inatupa nguvu mpya kwa namna kile ulichokibeba Bwana Yesu asifiwe. Siwezi jua umebeba nini, lakini hii nguvu mpya haimsaidii mtu tu. Naweza kusema hii nguvu mpya ni kwa ajili ya watumishi, kwa habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya watumishi. Hapa inanena kwamba nguvu mpya inampa mtu pia utajili. Hebu sema utajili. Unatoa kwenye hiyo nguvu mpya. Kwa hiyo maana yake ili mtu afanikiwe anahitaji nguvu mpya ambayo itamsaidia anahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili imvikwe kulingana na kilomita atakazotembea majira ya mwaka ujao au mwezi ujao. Bwana Yesu asifiwe, hebu isemeshe tu moyo wako, una mpango wa kwenda kilomita ngapi zijazo mwaka ujao? Hapo ukiongea na watu wenye magari, hao anapotamani kwenda Bagamoyo, utaona maandalizi yake ni tofauti na kwenda Morogoro Ukimuuliza Bagamoyo, atakwambia ni kilometa chache kidogo, naweka tu mafuta ya kawaida. Lakini ukimuuliza kwa habari ya Morogoro, anasema Morogoro kuna mwendo, siwezi kwenda kwa mafuta haya laki mbili. Lazima niandaye ni, ni angalau budget ya laki tatu. Kwa nini anaweka kiwango cha mafuta kulingana na kilometa atakazotembea? Usemeshe tu moyo wako, mwaka ujao na majira yajayo, unatamani kwenda kilometa ngapi? unatamani kwenda kiwango cha nini? Ulichokibeba ndani yako. Bwana Yesu asifiwe! Hebu sema nimekuja kuvikwa nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao na kwa ajili ya mwaka ujao. Yawezekana nguvu zako zilikuwa kidogo, zilizimia au zilikauka, lakini ni majira ya kurejea tena kwa Bwana ili atujalie nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao. Bwana Yesu asifiwe! Sio wewe peke yako wako watu ambao walikata tamaa wakaamua kuyaachia maono kwa sababu ya kupigwa sana vita vya rohoni na kuvunjwa moyo sana na kusikia maneno sana. Yuko mtumishi wa Mungu anaitwa Elia Mtishibi, yeye aliamua hata kuacha mtumishi wake au mwanafunzi wake, aliamua kumtelekeza. Kusoma pale kwenye Biblia yangu kitabu kile cha Wafalme wa kwanza kumi na tisa msura wa kwanza, unamuona anamwacha mpaka mwanafunzi anaacha mpaka darasa, anakata tamaa, anaenda mbali. Mbaya zaidi, maombi aliyokuwa naomba Elia alikuwa anaomba afe, maana yake yuko tayari aache kile ile ile nafasi ambayo alipewa na Mungu. Yawezekana hata wewe unapitia kwenye hiyo kipindi kigumu, lakini Mungu anasema lejea. Bwana Yesu asifiwe, tulejee ili tuvikwe nguvu mpya kwa ajili ya kuondoa hicho unachokiona kama kimesimama kama kiambaza juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe! Hebu sema nitavikwa nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao. Bwana Yesu asifiwe! Nimezungumzia kwa habari ya hii nguvu ya Roho Mtakatifu, kwanza waga inatibu moyo wa mtu uliovunjika au moyo wa mtu wenye majeraha. Tuangalie kitabu cha Isaya sura ile ya 61, tuangalie Roho Mtakatifu anapokuja kwanza anaanza kutibu moyo, anatibu fahamu, anaondoa mtazamo wa kukata tamaa, anaweka mtazamo mpya kwa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya sura ile ya sitini na moja kuanzia ule mstari wa kwanza, Isaya sura ya sitini na moja kuanzia mstari wa kwanza inasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili ili kuwaganga waliovunjika moyo. Kuwaganga maana yake ni kutibu, kuwaponya waliovunjika moyo, waliokatia tamaa biashara zao, ambayo tena hawezi kuendelea na masomo, ambaye ameona hawezi kuendelea na hiyo ndoa, ameona hawezi kuendelea na ujenzi tena. Maana yake ni mtu aliyevunjika moyo kuliendea jambo fulani, lakini Roho Mungu anapokuja ndani ya mtu cha kwanza anaenda kutibu ule moyo ambao umevunjika moyo ambao una majeraha moyo ambao umeinamishwa moyo ambao umekatishwa tamaa. Bwana Yesu asifiwe! Ninaomba Mungu wa mbinguni wiki hii atuvike nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao. Mpige Yesu makofi! Yaani wiki Mungu akuvike nguvu mpya akuvike vazi jipya aponye na hayo majeraha ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe! Hebu sema Roho Mtakatifu, ganga majeraha ya moyo wangu, ganga majeraha ya moyo wangu kwa jina la Yesu Kristo, amen. Agange moyo, akupe nguvu mpya ili uweze kusogea. Neno la Mungu linasema, ili kuwaganga waliovunjika moyo, ili kuwaganga waliovunjika moyo, ili kuwaganga waliovunjika moyo. Maana yake kuwaganga ni kutibu. Ebu sema kutibu, moyo uliovunjika neno moyo uliovunjika, maana yake ni uliokata tamaa. Ambao umevunjika maana yake hauna mpango wa kuendelea na jambo fulani. Huo ni moyo ambao umevunjika. Bwana Yesu asifiwe! Si kama ninaongea na mtu mmoja mahali hapa, uvikwe nguvu mpya kwa ajili ya msimu ujao. Nikasema baada ya kuganga moyo, maana yake kinachofuata Mungu waga anabadilisha mtazamo, anambadilisha na mtu yule anakuwa na mtazamo mpya Tuangalie kitabu kile cha Samuel wa kwanza sura ya 10 mstari wa sita. Leo tutakuwa na misari michache ambayo tutaitafakari sana, lakini kwa namna Mungu atakavyotuachilia kuendelea ndivyo Mungu atakavyoendelea kutuachilia ufunuo huu kwa vile roho Bwana anavyopenda. Samuel wa kwanza sura ile ya kumi, tutasoma kuanzia ule mstari wa sita. Samuel wa, wa kwanza sura ile ya, ya kumi kuanzia ule mstari wa sita. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia ile mstari wa, wa sita sura ya kumi, kuanzia ile mstari wa sita. Hebu tupasome kwa pamoja sasa. Twende: na roho wa Bwana atakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nawe, nawe utageuzwa kuwa mtu, mwingine. Hebu sema, nami nitageuzwa kuwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe, nami nitageuzwa kuwa mtu mwingine, maana yake ile nilivyokuwa ninaishi, vile nilivyokuwa ninawaza, roho Bwana anapoingia ndani yangu ananibadilisha, anakuwa mtu mwingine. Mungu anazungumza nini? Anasema roho Bwana atakujia kwa nguvu, utatabiri pamoja nayo, maanake utaomba pamoja nao, eh, uh, uta, uta, utafunga pamoja nao, lakini kazi kubwa ya huyo roho wa Mungu atakuja kukubadilisha ili uwe mtu mwingine, maanake sio yule wa jana tena. Naomba Mungu atusaidie siku ya leo Mtu mmoja atoke akiwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe! Leo atoke akiwa mtu mwingine, na mtu yeyote aitaka. Ukishatoka leo kwenye maombi ya asubuhi ya leo, unaelekea kazini au unaenda nyumbani, unaenda kwenye biashara, mtu alikumbusha ya jana, mwambia ah, ya jana sihitaji kuyasikiliza kwa sababu mi ni mtu mpya tena. Bwana Yesu asifiwe. ninahitaji kusikiliza mambo mapya. Yale ya jana yamepita tuliyotafakari, yale tuliyoongelea ya jana yamepita nimeyafuta kwenye maombi. Ninahitaji kunena mapya kulingana na mimi ni mpya sasa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema nitavikwa nguvu mpya, nami nitaenda nitapaa kama tai. Watu wanaokusubiria kwa chini wana bahati mbaya. Ninamuona mtu atakayetembea kwenye Mungu wa Roho akipaa kama tai. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kapae kama tai kwenye biashara yako. Nenda ka um ongezeke mwendo kila mahali nakokwenda, kama tai. Hebu pigie Yesu makofi mengi mengi na useme ninaenda kupaa kama tai, nitatembea kama tai nita, nitatembea kama tai. Pigie Yesu makofi leo. Hebu simama, tukawe na maombi ya muda mrefu kidogo, hata ya dakika chache. Ninaomba Mungu atusaidie asubuhi ya leo. Mungu atusaidia asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simama tu mahali ulipo ili tukaombe kwa pamoja. Simama tu mahali ulipo ili tuweze kuomba kwa pamoja. Simama mahali ulipo ili tuombe kwa pamoja, ili Mungu aachilie hiyo nguvu mpya. Mungu anasema rejea. Bwana Yesu asifiwe. Anasema rejea. Rejea maana yake ulienda mbali kimawazo. Wengine tulifikiria Mungu ametuacha. Wengine tulifikiria ndio basi tena. Wengine tukaona kama ni biashara, achana nayo na tu acha niache yako mengi ambayo tumeyafikiria tukaenda mbali na ile neema ya Mungu. Lakini Mungu anasema tulejee leo. Hebu lejea, mwambie tu Mungu, nimewaendea wanadamu, nimewaendea marafiki, nimewaendea watu wa karibu, nimewaendea watu ambao nitegemea labda watanitia moyo, lakini ndio wamenivunja moyo zaidi. Ninakuja kwako Bwana kwa ajili ya wazo nililonalo kwa kwa ajili ya mwaka ujao. Yawezekana umeenda vitu vingi, ukaenda mbali na uso wa Bwana, umeenda mbali saizi, hata unavyowaza unasema liwalo na liwe. No, ebu rejea kwa Mungu upate nguvu mpya kwa ajili ya hatua mpya unaiendea. Bwana Yesu asifiwe. Ebu kwa moja tu, kwa pamoja tuombe, kama vile Bwana atakavyotuwezesha. Ebu sema e Bwana Yesu, nakuja mbele zako asubuhi ya leo, ninaomba rehema, moyo wangu ulivunjika moyo wangu ulikuwa na majeraha, nikaenda mbali nawe lakini umeniambia nirejee. Leo unaenda kunivika nguvu mpya kwa ajili ya mtazamo mpya Utabadilisha mawazo yangu, utabadilisha kuwaza kwangu, utabadilisha fikira zangu, utabadilisha na kuondoa majeraha ndani ya moyo wangu katika jina la Yesu. Nami siku ya leo nakataa roho ya kukata tamaa, nakataa roho ya manunguniko, nakataa roho ya uchovu, nakataa roho ya uzito, nakataa roho ya kuinamisha moyo kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuja kwako Bwana, onevike nguvu mpya itakayoni jiumba upya it itakayonitengeneza upya itakayonijenga upya katika jina la Yesu, kila aina ya neno nililotamkiwa ninalifuta, kila aina ya mapando niliyotamkiwa ninafuta. Yawezekana ni njozi ilikuja mbaya ikaacha mawazo, na ifuta kwa jina la Yesu. Yawezekana ni neno limekuja kwa namna yoyote ile, leo ninafuta kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, na iachilia hiyo damu ikatiririke kila mahali kuachilia hiyo damu ya Yesu ikaende kila mahali itiririke kila mahali iondoe kila vifungo iondoe kila aina ya mateso iondoe kila aina ya mizigo katika jina la Yesu. Iachilie tu hiyo damu ya Yesu, achilia hiyo damu ya Yesu kwenye malango ya biashara, kwenye malango ya hiyo ofisi unafanyia. Achilia hiyo damu ya Yesu kwenye malango ya nyumba yako, achilia hiyo damu ya Yesu kwenye malango ya eneo ambalo unafanyia kazi katika jina la Yesu. Baba Yesu Bwana Yesu leo ni siku ya nane ya mwezi wa Adari, ambao ni mwezi umejaa kila aina ya uharibifu, lakini tunakuja kwako Bwana. Mwezi huu ambao wengine wanalala makaburini Baba, tuko tayari kulala nyumbani mwako sisi. Ni mwezi ambao wengine wanaongeza makafara, wanaongeza nguvu ya makafara, lakini mwezi huu, tunakuja kwako Bwana kuongeza nguvu ya damu ya Yesu kwetu, tunaongeza nguvu ya o mtakatifu kwetu, tuvike nguvu mpya katika jina la Yesu. Mioyo yetu mawazo yetu tunayaleta kwako katika jina la Yesu. Mioyo yetu mawazo yetu tunayaleta kwako katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, asante Mfalme, asante Bwana Yesu, kila aina ya uharibifu tunauondoa katika jina la Yesu tunapitisha, kila aina ya kila aina ya vumbi ya, ya la uharibifu liondolewe kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, shuka utuponye, ondoa magonjwa, ondoa maumivu katika jina la Yesu. Shuka utuhuishe, shuka utuhuishe, shuka, shuka utupe nguvu mpya katika jina la Yesu. Wengi tumevikwa mavazi ya aibu, wengine tumevikwa vinywa vya manung'u niko leo hii Baba, shuka utubadilishe katika jina la Yesu. Tunakataa kila aina ya maneno yanayotuvunja moyo na kuweka uzuni na kuinamisha mioyo yetu. Tunakubali neno lako Bwana, tunarejea kwako katika jina la Yesu. Hebu mpigie Yesu makofi mengi mengi, ukiamini yeye pekee ndiye anayeweza kuhuisha na kuponya katika jina la Yesu. Amen. Anda sadaka yako, tuombe kwa ajili ya hiyo sadaka. Tamkietu hiyo sadaka namna. Bwana, anda hiyo sadaka yako. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako, sadaka hii ni ishara ya kwamba siku ya leo tumerejea kwako, tumewaendea marafiki, wametuvunja moyo, ndugu wametuvunja moyo, tumekatishwa tamaa na mazingira tumekatishwa tamaa na kila aina ya taarifa kwenye masikio yetu, lakini neno lako na sauti yako Bwana imejaa matumaini na hatua mpya kwenye maisha yetu. Tunakuja kwako Bwana Yesu, tusaidie. Katika jina la Yesu tunaomba kwa ajili ya sadaka e Mungu, tunaomba uibariki, ikafungue marango ya biashara zetu kazi zetu kwenye ofisi zetu, kila mahali tunapokanyaga. Mungu katupe kibali katika jina la Yesu, achilia kibali kwenye kazi, kwenye biashara. Wengine wana wagonjwa, Mungu wape wepesi wa kupona. Kila mahali yoyote anayokwendea, Mungu ukaende pamoja nasi, uwepo wako na nguvu zako ziende na kila mmoja, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, Amen. Amen. Amen. Zawadi gani mimi

Baba yetu na Mungu wetu tunakushukuru mno, sisi tulio watoto wako ambao umetuamsha tena kwa neema yako katika wiki hii mpya. Asante kwa ajili ya kutuingiza katika malango ya wiki hii ambayo kwa neema yako Mungu umetupa kibali na afya njema, tunayo sababu ya kukushukuru wewe Mungu wetu na baba yetu uliyejaa neema na rehema na upendo, e Bwana ambaye kila wakati unatuazia mawazo ya amani daima uko kwa ajili ya kutuandalia siku njema na kuiandaa siku ya mapambazuko na malango yake, ambayo Bwana unakwenda kutufungulia yanakwenda kutupa ushirikiano. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo e Bwana, natamani tujazwe nguvu mpya, ili tuweze kwenda maili nyingi za kutosha katika safari ya imani yetu ambayo tulionayo. Kwa kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu ambaye uko pamoja nasi, naye tujaza nguvu mpya nayetutetea anayetupaka mafuta kwa ajili ya utumishi na huduma na kwa mwema, na kwa kwa ajili ajili ya yote, e, Bwana, ya ya mwema ambao Mungu umeweka maishani mwetu yote, Bwana wakfu asubuhi ya leo na siku ya leo. Kawe ya baraka kwetu e Bwana tunapoiendea na ukatufanikishe kwenye mikazi na ratiba mbalimbali ambazo Mungu tunakwenda atamka mema tunatabiri mema, mafanikio, ulinzi, kufanikiwa kila mahali, afya njema pekee, Mungu wetu pokea sadaka ambayo watoto wako tumekutolea, ikafanyike kwa alama na ukumbusho kwenye madhabahu yako, na ikaendelea kunena mema kwa ajili yetu. Bariki utumishi wa asubuhi ya leo, nasi tunapoondoka mahali hapa, tunaomba uso wako ende nasi na ukatulinde na ukatuthibitishe, tukae mbali na kuonewa na adui, wala malango ya kuzimu yasifanikiwe juu yetu, bali tukayashinde kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu amen. Na tupokee baraka ya Bwana.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 Uh, sio siku nzuri kwao. Tunatamani kesho tupate mapumziko break. Then kama hali tunavyoendelea tunavyo kuombea nchi namue na majukumu mema. Amen.